Raphael Majembe nakaa Tabata Changombe, Dar es Salaam. Kwa tukio tokea mtaani kwetu ambalo lilikuwa ni uwizi wa simu ambayo tokea kuna hapo jirani, jirani kama mimi na jirani yetu tumepakana, ni karibu tu ndio alitokea. Ilikuwa muda ya saa sita usiku, alikuja masai kwangu akanigongea mlango kwamba kuna mdogo wako kaiba simu ikabidi nitoke naye Masai kwenda kumtafuta huyo mdogo wangu, mimi Nestor Raphael Majembe, huko nikiwa na kimna, huko nikiwa nampigia simu, tukati tunatembea nikutana naye njiani, nikamuuliza nika, huyo umeiba pale simu pale ndani? Akasema mimi sijui chochote. Masai akashikilia ana akambakia, kwani ni huyu nimemuona. Nikamwambia ule muona ilikuwa muda gani, muda anashinda kueleza yeye mwenyewe, huko ndio kumbana maswali Mariam, akataka kupani kumpiga Masai pale ikabidi ni wabebe pa wa wote twende sehemu ya tukio ambalo lilifanyika tukio hilo, ndio ilikuwa mida saa nane ndio tumefika sehemu ya tukio. Baadhi ya majirani walifika pale, wakamchukua Masai na mdogo wangu pia wakawa, wakawa, wakawa wanawahoji ile kuwahoji kuhoji, lakini huku nyuma ile familia ilikuwa imetoka kituo cha polisi, imeenda kituo cha polisi Majani tulikuwa na hoja, mwisho wa siku tu hivyo hoja ikafika mwafaka. Unajua akasema sasa kwa sababu imefika kituo cha polisi. Tuachie polisi, polisi watafanya kazi yao. Ilikuwa mimi nilikaa mida saa tisa kasoro hiyo. Pale tukakaa, nikabidhi mdogo wangu, mimi tunaelekea nyumbani, wale waenda kituo cha polisi wakarudi, wakatukuta tunaelekea nyumbani. Kwambia hizo simu mmeweka wapi? Akasema sisi alichosema. Ajua alipoweka simu, ajui, ajui simu yote. Hakwanza hii situation hii taarifa ajua chochote ndio anaiona saa hizi. Ndio tuambia simu mmeweka wapi? au watoto wa wabebe wote wemo ndani, kama mtamkitu beba. Acha ukiongea ndio hicho sahihi. Mimi sijui chochote. Na ndio napea taarifa hapa. Wako wameingia ndani. Kwa hiyo tutaingia kwetu, kabla tujalala. Saa tisa sasa hivi. Gafa, akaitwa, nadhani msimamizi wa ile nyumba upande wa pili. Jina kidogo limesimpati kidogo, simenitoka. Jina sipati kidogo. Akaja akaniita. Bwana mnaitwa huko nje. Mimi nikatoka. Bwana, jiandeni, nataka mwone kituo cha polisi. Mimi niende kwa mtu mwingine asambeni mdogo wangu mimi. Bwana yeye, unaitwa jiandae, tuna kituo cha polisi. Kule kabadilika pale chap chap hivyo. Wakaja, kuna kama tunachelewa, wakaja mpaka nyumba kwangu mimi. Wakaonyesha, wakaonyesha ile Arabi. Bwana yeye, atumbebi hivi hivi, huyu tushafika sehemu husika. Nasema sawa. Tukatoka mpaka nje, kaingia kwenye bajari. Nasema mimi siwezi kwenda saa hizi. Ndamfuata kesho, kwa sababu siko kituo cha polisi, ndamfuata kesho asubuhi. Nilipofika kesho asubuhi, wakaondoka naye kwanza. Asubuhi nilipofika mimi nikawahi mapema asubuhi kwa mida saa mbili nikaingia kituo cha polisi pale. Nikakuta reception ni kuna polisi kadhaa kama wa wawili, mwanamke na wa kiume. Nikamuuliza mzee, ndugu yangu anaitwa nani bini fulani nani nani ni Nestor Raphael Majembe. Ah, mdogo wako yule? Ndio. Atatueleza simu mmezoeka wapi? Haifanya mtoto wa mjini. Wewe, cha msingi tu mtafutie chai. Nikatoka, kaenda kutafutia chai, nikaleta, nikampa chai pale. Nikampa fund chai. Sijui kama alipeleka, sijajua. Hivyo. Basta, nikasema sasa taarifa zinakuwaje? Akaambia wewe, atakupigia simu mtumiwa. Ndio. Ah, so basi nikaondoka kwenda nyumbani. Baada ya masaa mawili kupita hapo, nimefika nyumbani. Hapo napumzika vizuri safi. Baada ya muda nimelala, nikaamshwa. Bwana, unaitwa huko nje na wife wangu na mke wangu mimi. Kutoka nje. Yule kutana na polisi. Sio kajitambulisha. Sina afisa Neto afande Elman huko mwingine walikuwa wawili. Wapili simjui wapi anaitwa Elman. Akaniambia ah, sasa sasa unakuja kupe moja mbili tatu kwa ya kwa, kwa hiyo ndugu yako. Akaniambia kwanza hey, yeye hiyo ndugu yako ya jana unaijua? Akaniambia naijua. Vipi ni vipi? Ah, nyumba pili kuna moja ilitokea hivi. Akatumia aka mdogo wangu ndoka hiyo simu. Ah, kama ndio hivyo sawa. Mdogo wako tumemwona ndugu yako hapa ndio eh. Akamshika hey, dogo. Akaenda kutoa kituo cha polisi. Nadhani alimpiga. Akamwambia kwanza alikuwa anamshikilia kwa kifupi. Alikuwa azitembea. Anapelekwa ndani. Kaingia ndani.

Nakuta defender anakuja speed kweli huko. Kwanza yule jamaa mlinzi wa nyumba pale, nyumba nyumba ile. Akamtumia wife wangu mimi, muite ndugu tuongee naye hapa kidogo tumeelewe story. Nafika kuongea naye story. Nao alimpanga mtoe nje tukipita tunabeba tu. Si ndio? Na ndio mimi sasa. Tunabeba tusihangaike sana. Baada ya dakika mbili tatu, defender kafika hapa. Naona ni gift pingu mikononi. Simu tumeambiwa umeficha wewe. Ah. Ficha mimi simu tena. Twende tutatuambia vizuri, ngumi za mgongo, ah. Ndani sana pigwa, nafika chochote nyie, na huyo ameiba simu vipi? Simu na mke wako, simu vipi, tumeficha mke wako sasa, mtaniua, tutakuua nini? mtu wake, mume wake ah, ndo kaka yake eh. Chumba, chumba cha kwanza cha tatu cha mwisho kule, ingia, kaa chini hapo buku nimepigwa pingu. Kaa chini hapo kwa, nimekaa chini. Mwisho wa siku nikaona kama nusu saa imepita Su saa saa zima imepita. Naamishwa kile chumba. Chumba nikaangia chumba cha pili. Chumba cha pili nikakaa tukakaa, nikakuta mtumia mmoja tukapiga piga stori unaweka kaka mle ndani. Nusu saa tena tena nikaamishwa chumba cha tatu. Naye kwa chini hapo bado. Nimekaa mle ndani, baada ya muda nikaona wanaitwa watu. Wanaitwa watu wao wao unaikulia kwa wanaitwa wote. Wanaitwa huku. Ile chumba kimefungwa basi kuingizwa mle ndani kimefungwa kile chumba. Wote tunaingizwa ndani mule. Ambao unadhani ndio mpelezi mkuu, si ndio? sijajua hicho kitu. Chumba cha tatu, jamaa ameka chini, yule polisi ameka chini, tumesimama. Maana wanakuja tofauti, ambao ni akaza kujitambulisha huko na balozi, mwenyekiti, sunani, watu wa ufuko wale, viongozi wa sehemu husika wale. Ameingia pale ndani bwana, akaanza kujieleza ule mzee, akajieleza yule askari, askari mbaka anaongoza kile kikao, akajieleza, akajieleza, akajieleza, akaanza kuja kuelezea na sisi pia. Jamaa mlipo na hivi na umeona, mlango umefungwa? Eh, tumeona umefungwa, ndio. Eh, ndio, ndio. Sasa cha msingi hapa, watu wote wamejielezea kile kitu, ndio sasa tunaanza hatua ya kwanza kwenda kuhakiki ule mlango kama umefungwa au haujafungwa. Tukaanza tukapanga mstari wa watu wote. Tukasogea kila mtu anafika. Sindio pati? Kila mtu anafika, anaminya ule mlango bwana umefungwa. Ruku tunarekodiwa hapo. Anaminya mlango umefungwa, anaminya mlango umefungwa. Tukaisha wote, lakini mimi naongea kwa uhalisia. Yule mlango unaongea jicho la pili tena. Sio jicho la kawaida la pili, ninajiongeza mwenyewe ule mlango jinsi so ulivyo. Mlango, mlango nimeushika kule, umefungwa. Lakini ule mlango ukiangalia kama kama tukienda labda wabadilishe zile frame, ile si ndio? Ile frame labda wabadilishe ule mlango, kawaida mlango ambao wa kitasa, ukifunga kwa nje hizi lock zote zote usizione, lakini niko nje, zile lock naziona zote. Zile nikasema mlango zae huyu mlango unavofungwa huu, unaweza ukaufunga pia kwa vile yangu mimi, ninachoongea sasa, si ndio? Kitu ile chuma ya mlango ile ina kiulimi, unaweza ukakilaza kidogo tu hivi, unaweza ule mlango ukaufunga na ukaubamiza na usifunguke tena. Ndiyo, nikaangalia tena, ah, nasema umefungwa, lakini sitaka kuongea. Ningeongea vile ningeongea pale, ningeona kitu kingine zaidi, ningeangalia watu wote, ili nilikuwa naondoka nao mwenyewe, then nikuja kuliongea kwa hapa sasa, si ndio? Basi tumeweza kushika ule mlango, watu wote tukaambiwa, watu wote tuzunguke, kwa sababu ile kile chumba kina madirisha mawili. Chumba cha huku, dirisha la kwanza laangalia barabarani na pili tunaangalia kwenye hoteli ile green hotel, tunaangalia upande wa pili huku. Tukaanza huku, kashinikana kupanda, nikashinikana kupanda kwa sababu tuzunguke upande wa pili huku naweza kuona vizuri Wakanijaribu kunivuta kwamba wewe wewe mwanaume unaweza kupanda nikashika zile chuma nikajivuta. Kujivuta. Nimechungulia tu hivi. Nilikuwa na mli umetapakaa damu. Nikamwambia bwana, "Naona mli umetapakaa damu. Kama ndugu yangu ndio hivyo." Of course nika. Kidogo nikaingia roho ikana, uh, kwa niuma lakini mimi siwezi kuangalia tena hiyo maiti. Bwana wewe, unaweza kuosha kuosha, siwezi kuosha kwa kwa style hiyo, siwezi kufanya chochote. Baada ya pa wakaangalia watu wote na kuchukua clip na video na nini, watu kaingia wote ndani tena. Si ndio? Ndani tukaingia watu wote ndani. Kaambia, mmeona? Ndio, tumeona ndio, ndio. Tukaingiza kwenye chumba tuna kile cha cha kwanza, nimesema cha kwanza, cha pili, cha tatu. Cha kwanza kina kina pakaiko chumba hichi hapa mlango. Hii hapa ndio nasema nini, reception mapokezi, mpoke, ni hapa. Si ndio? Tukaingia pale watu sisi. Mimi nikaingia pale. Huko nafuatilia kule jinsi ya kufungua mlango, nimeweka kule ndani. Wakaambia, bwana eh, njoo. Tunamuita fundi aje lakini ah, kwamba hivyo mm-hmm. Ni mpaka nafika mida saa kumi na moja jioni, wanabeba ule mwili, anasafisha nasafisha mle ndani sasa. Nikasema kwa kijana sasa nikijini kioji hapa Naweza kuongeza kitu kingine. Wakafanya mambo yao pale. Kama ndani wakaja wanakuja kila polisi na pita, wale ambao walikuwa wasoma pelelezi. Wanachukua taarifa kidogo kidogo, mwisho wa siku anza kutuoji lile tukio toka linaanza mpaka mwisho, wakaniambia mimi simulie hicho kiona hapa. Nikasema mimi nimefika hapa kwa kifupi, mdogo wangu sijakuta mzima, kasha kufa ndio eh, ndio nimekuta, nimekasha kufa. Sasa kwa kwa kwa hicho anasimulia kitu kinicho kiona hapa, ndio tukasimulia simulizi zote tulicho kiona hapa, kushika mlango, tumezunguka kule nyuma, tunatoa taarifa hiyo, wanaandika, si ndio? Kwa hivyo mwisho wa siku kila mja akaojiwa, akafika ndugu yangu zamu yake sasa